Ahmed Ali anasema nafurahi Ali Kamwe akikosa furaha, wakati Ali Kamwe anasema Ahmed Ali, Ali ana roho ya kichawi ambapo katika mahojiano ambayo alikuwa anafanyika basi Ahmed Ali aliweza kupigiwa simu akad, akad jaribu kuelezea ni nini ambacho nitamani kwa rafiki yake huyo, na msemaji wa klabu ya Yanga huko kidai kwamba katika kitu ambacho anakipenda Ahmed Ally ni pamoja na kumuona alikamwe akiwa hana furaha kabisa, yani akose furaha muda wote. Huko alikamwe naye akidai kwamba kwa maneno anayojibu hayo, basi ni ana roho ya kichawi yani hana mapenzi mema na yeye na, hamtakii mema. Wawili hao wamekuwa ni maswahiba ambao wamekuwa wakichangamsha sana kwenye game letu la mpira wa Tanzania wakichangamsha kwa vile ambavyo wanaongea lakini vile wanavotoa wa hamasa kwa, kwa mashabiki na wapenzi wa vilabu vyao, ambapo Ahmed Ally yeye ni msemaji na afisa bali wa mawasiliano wa klabu ya Simba, wakati Ali Kamwe yeye ni afisa bali na msemaji wa klabu ya Yanga. Wamekuwa ni chachu kubwa sana kwenye maendeleo ya mpira wa Tanzania kwa vile utani wao ambao wanaofanya huku akiwa kwenye kazi zao. Lakini safari hii Ahmed Ally anasema nafurahi Ali Kamwe akikosa furaha.